Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametetea wimbo wenye utata wa Kill the Boer huku akikataa shinikizo za rais Donald Trump wa Marekani za kumtaka amkamate eh, mwanasiasa wa upinzani Julius Malema. Ramaphosa amesisitiza kuwa wimbo huo hauna uhusiano wowote na mauaji yanayoendelea nchini mwake na kwamba ni wimbo wa ukombozi. When it comes to the Linapokuja suala la kumkamata mtu yeyote kwa kauli mbiu yoyote, ni suala la uhuru, sio jambo ambalo tunahitaji kuambiwa na mtu kwamba anaenda ukamkamate mtu fulani. Sisi ni nchi ambayo ina sheria zake na michakato yake, na tunazingatia pia kilichoamuliwa na mahakama ya katiba. Kwa kauli mbiu ya Kill the Boer, Kill the Farmer, ni wimbo wa ukombozi, wala hautoe wito kwa yeyote kuuawa. Sauti yake Cyril Ramaphosa, rais wa Afrika Kusini.